Na mtazamaji, karibu tena, tuendelee na taarifa zetu kuu, ambapo wakazi wengi eneo la Lalamu hususan eneo la Kiunga wamekuwa wakishindwa kupata vitambulisho vya taifa kutokana na gharama ya usafiri. Wakazi wao walazimika kusafiri kilomita mia tatu hadi Mokoe ambao kuna ofisi ya usajili, lakini sasa wamepata afueni baada ya maafisa ya usajili kufika waliko. Rahma Rashid na taarifa hiyo. Ubalozi wa Uingereza kwa ushirikiano na shirika la MWAP kaunti ya Lamu wameendeleza zoezi la kusajili wakazi hususan wanaoishi maeneo ya mipakani kupata vitambulisho. Zoezi hili limefanyika katika eneo la Ndau, Kiwayu, Mkokoni na pia katika eneo la Kiunga, ambapo zaidi ya wakazi 100 wamejitokeza kwenye zoezi hili. Kulingana na zile changamoto ambazo kwamba vijana ilikuwa wakizikumba sana, ni miongoni mwa kukosefu wa vitambulisho ambavyo kwamba kuliona kwamba kuna haja, sisi kama shirika kupitia mradi wa Tushirikiane, tuje tulete hizi activity, tuchukue wale watu ambao kwamba ni wakusajili watu vitambulisho na kuwaleta maeneo ya mashinani, ili kuwawezesha vijana wapate ile opportunity ama nafasi ambayo kwamba itawezesha wao wapate kumiliki vitambulisho. Ah, huku bwana, muhimu ni muhimu sana kuwa na kitambulisho, afadhali ukose pesa mfukoni, kwa sababu kitambulisho ndio mambo mb yote. Ukienda baharini ni kitambulisho, ukienda shambani ni kitambulisho, ukienda mkokoni kila kitu ni kitambulisho pande hivyo boda. Kulingana na hali ya security ni sawa, kulingana na sheria za serikali, uh, si jambo gumu kwetu kutembea nacho, lakini kupata ndio ilikuwa ngumu. Lakini sasa hivi tunatoa shukurani kwa serikali pamoja na mashirika Wametusaidia pakubwa tukienda <coughs> Lamu Mokoye, ndo tukipata vitambulisho za usafiri. Ukitoka Kiunga mpaka kusikila Mokoye alikuwa ni elfu chachu wakati hoo, ama nne. Sasa hii kama huna shilingi elfu kumi hufiki Mokoye. Lakini kwa sasa shukuru alhamdulillah vitambulisho tumetoa hapa, hapa. Tashukuru sana tena. Ndipo sasa tukaona kwamba kuna haja sisi kama shirika tuhakikishe kwamba hawa vijana ambao kwamba wako hapa tunawamiliki ili kuhakikisha kwamba hizi nafasi za wao kupata kitambulisho wanapatiwa pia kipaumbele. Changamoto kubwa ya maeneo ya mipakani hususan eneo hili la Kiunga ni changamoto za usafiri, changamoto za usalama hali ambayo hupelekea wenyeji eneo hili kulazimika kuhambele haramika nauli zaidi ya shilingi elfu kumi nauli moja pekee kufika eneo la Mokowe, afisi kuu ya vitambulisho ili kupata vitambulisho vyao, hali ambayo imepelekea wengi tu kukosa kuwa na vitambulisho. Lakini huduma hizi kuletwa karibu imepelekea wengi kupata stakabadhi hii. Rahma Rashid, runinga Citizen, kaunti ya Lamu.